Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa ametoa wito mkali kwa wachimbaji wa madini nchini kuhakikisha wanauza madini yao kupitia masoko rasmi ya serikali ili kuhakikisha rasilimali hizo zinanufaisha taifa. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa hafla ya uzinduzi wa mitambo na vitendea kazi kwa wachimbaji wadogo wa vilivyotolewa na Shirika la Madini la Taifa STAMICO Mheshimiwa Majaliwa ameeleza kuwa uuzaji wa madini nje ya mifumo rasmi ni hasara kwa taifa. Kwenu wachimbaji wadogo na wachimbaji wa kasi, endeleeni kuuza madini katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu, ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi hapa nchini. Na wale ambao wanashughulika na usafishaji wa madini, nenda mkauze kwenye masoko yetu ishirini na tatu yaweka na vile vile vituo mia moja na tisa ili tujiridhishe madini mzunguko wake ndani ya nchi unaanza kunufaisha taifa letu, badala ya kutorosha madini unapeleka nje ya nchi. Maana yake unakwenda una kunufaisha nchi hiyo. Kama makweli wewe ni mzalendo wa taifa hili, unalipenda una taifa hili lipate maendeleo, unapenda kuona taifa hili liko na mapato makubwa, tuendelee kutoa huduma za jamii kwa wananchi popote utakapochota, utazalisha madini umeyasafisha, unaenda kwenye masoko, nenda kwenye masoko ya ndani ya nchi. Serikali imefungua mlango mwingine wa madini yetu ya dhahabu kuiuzia Benki Kuu. Tunapopeleka Benki Kuu, tunaweka akiba ya kitaifa. Hatuwezi kuwa na akiba ya kitaifa kama madini yetu ya ndani ya nchi unayauza nje ya nchi.

ajenda kwa watu wako autwako na pindi wanapozalisha madini mpaka dhahabu basi kwa masoko tunajenga na tunahitaji kuyatumia. Mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka. Kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka elfu mbili na kumi na tisa na mpango wa maendeleo wa taifa ulielekeza kwamba sekta ya madini, ya madini ichangie kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi ifikapo mwaka 2025 225. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya mwaka 2025 kufika, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Shirika la Takwimu la Taifa NBS, sekta ya madini hivi sasa inachangia kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi nukta moja kabla ya mwaka wa kimalengo kufika 2025 Hayo mafanikio makubwa sana yaliyopatikana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la pili la maduhuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, maduhuli ambayo sekta madini, ya madini inaingiza mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka. Katika mwaka wa fedha 2015/2016 sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Baada kufanya ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka 2017 ambayo yalianzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini hivi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango wa sekta ya madini kwenye maduhuli ya serikali umeongezeka maradufu. Mwaka wa fedha ulioishia tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia saba na hamsini na tatu. Na katika mwaka wa fedha unaoisha tarehe thelathini na moja mwezi huu tuliwekewa malengo ya kukusanya shilingi trilioni moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zikiwa zimebaki siku takribani saba kufikia tarehe ya mwisho, nao furaha kubwa kukutangazia kwamba sekta ya madini mpaka siku ya leo tumeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1.04 sawa sawasawa na asilimia mia moja na nne ya lengo ambalo tumewekewa. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa serikali, wadau wa sekta ya madini na wachimbaji wadogo kutoka maeneo mbalimbali mbali nchini. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media usisahau kusubscribe, like, comment na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.